Katika mafungo ya Kwaresima mwaka huu, na nafikiri mfungo mkali kuliko wa chakula ni hapo kuweka kisimu chako pembeni ya kabisa, yani kuweka kisimu pembeni, kufika mnakaa sebleni, hata leo mnakaa sebleni. Zamani tulikuwa tunaongea, unapewa habari, mama anaelezea stresi zake, baba anaelezea, watoto wanaelezea changamoto za shuleni. Hata kama mtoto amefanyiwa ukatili anapata nafasi ya kueleza. Mama, mama, mama. Subiri, subiri, subiri. Ana, ana, ana, ana message zake, anajibu, ana magrupu kibao yanamchanganya, na tangu kazini hajapata nafasi, akifika sebuleni ameketi ile jioni ambako ndiko anapaswa kusikia changamoto za watoto shuleni na nyumbani wame, mtoto anaita mara tano mama, mama, baba, baba, baba mpaka anachoka, na unakuta ni jambo anataka kukueleza. Ah bwana, unasumbua sana. Dada mmoja alipata kichaa, nilimuhudumia kwenye kwenye huduma yangu ya kichungaji. Alipata kichaa kibaya akiwa kwenye master's program, kichaa cha kuvua nguu, na kaa naye namwambia ni nini ni nini kilikupata? Hasemi. Nikamtoa mama yake nje kwenye kwenye kwenye room ya kwenye ofisi yangu ya kichungaji, nikamwambia niambie kitu ambacho hujawahi kumwambia mtu mwingine, let me know, kwa nini hichi kichacha namna hii hakisikii dawa ya sindano ya usingizi hospitali, hospitali, kichaa gani hiki? Akaniuliza swali, kuna kamera huko ofisini kwako? Nikamwambia hakuna kamera. Akanambia nataka nikuambie Niliwahi kufanyiwa ukatili nikiwa mtoto mdogo. Kibaya zaidi, nilimwita mama, namwambia nataka kuzungumza naye, nimwambie mama yangu ya kwamba nimefanyiwa ukatili na kijana wa kazi, lakini mama kanambia, nyamaza, una kierere sana, niache, nina simu zangu nafuatilia. Kwa hiyo yule mtoto akanyamaza, akaendelea kuteseka kule ndani, anafanyiwa domestic violence hakuna mtu wa kumsikia na ninakuomba kabla sijaendelea mbele mtoto akikuita itika mara once yani mwitike mtoto msikie mtoto anaweza akakuita mara moja na usipomwitika hata kuambia tena madhara yako utamkuta akiwa anavuta bangi barabarani utamkuta akiwa teja utamkuta akiwa kwenye maisha magumu sana na kujenereti magonjwa mabaya sana. Kwa hiyo akaniambia hiyo ndio. Baadaye nikamwambia lazima upate matibabu, nikafanya maombi pamoja naye nikamtuliza, lakini it was too late. Na unajua alifanyiwa ukatili kwa miaka kumi na tatu tangu akiwa darasa la tatu mpaka na yule boy yule yule kijana wa kazi alikaa nyumbani kwao kwa muda mrefu, na alikuwa anamfanyia violence, alikuwa anamfanyia ukatili mtoto, na mtoto anakosa nafasi ya kumwambia mama. Unajua, baadaye nilipokaa ili utengeneze ni kesi, mtoto anamwambia mama yake I hate you na kuchukia, na nikikuona ndio napata kichaa, ulinisababishia haya, huku nisikia, nilikuita mama pale jikoni siku ile. Mama anasema kweli, Nakumbuka nakumbuka, mwanangu. Niseme, tulipomaliza tukatengeneza kesi ya familia tukakaa kwa counseling. Napanga session ya kwanza, session ya pili, session ya tatu. Leo yule mtoto amepona kabisa, ni mzima, lakini kwa muda, na kila session lazima mama awepo, kwa sababu mama alichangia majeraha kwa kuto kumsikiliza mtoto kwa sababu ya simu, ndio hapa.